Basi kwa majina anaitwa Haidari Hemeni Sumbi, okay. Mstahiki meya wa Manispaa ya Mpanda ambaye inamaliza muda wangu kesho, niliona ni vyema Musara, kablasi, ni busara kabla sijamaliza muda wangu basi nikutane nanyi waandishi wa habari ili tuweze kuongea baadhi ya mambo ambayo tumeyatekeleza katika kipindi cha miaka mitano <coughs> Eh, kama manispaa ya Mpanda, awali ya yote, niendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma ambaye kwa kweli ametujalia neema kubwa kubwa na neema ndogo ndogo, lakini pili, niendelee kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa na nzuri ambayo ameifanya kwenye eneo letu la manispaa ya Mpanda lakini na taifa zima kwa ujumla, na nyinyi wanahabari ni mashahidi kwamba katika kipindi cha Mama Samia kuna mambo mengi sana yamefanyika. Lakini la pili ni kishukuru Chama cha Mapinduzi kwa kuniamini, kwa sababu kipindi kile na jaza fomu ya kugombea kuwa meya kuna baadhi walikuwa wananiamini kwa asilimia mia, lakini kuna baadhi walikuwa na mashaka. Lakini chama kilionyesha imani kubwa kwangu, kwanza kwa kurudisha jina moja kama mgombea wa nafasi ya meya baada ya mchakato wa watu wanne kujaza nafasi ile, na baadaye nikaja kupigiwa kura zote za ndio na waheshimiwa madiwani. Kwa hiyo nashukuru sana Chama cha Mapinduzi kwa imani ambayo walionipa. La tatu, naendelea kuwashukuru sana waheshimiwa madiwani ambao nimefanya nao kazi kwa kipindi cha miaka hiyo mitano, lakini niwashukuru sana pia wataalamu wa halmashauri ya manispaa ya Mpanda wakiongozwa na mkurugenzi, lakini pia viongozi wote wa serikali kuu kwa maana Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa mkuu wa wilaya na viongozi wote wanaofanya kazi kupitia ofisi hizo ambazo ambazo niwesitaishi. Uh, salamu zangu za shukrani za nne ziende kwa wananchi, lakini kwa wananchi takuwa na maeneo mawili. Kwanza wananchi wakata yangu kata ya Makanyagio, ambayo kimsingi wao ndio wali kwa watu wa mwanzo kabisa kupambana na mimi kwenye kutafuta udiwani, lakini baadaye nikaja kupata nafasi kubwa katika halmashauri ya kuwa meya manispaa ya Mpanda, lakini pia ni washukuru wananchi wote wa manispaa ya Mpanda kwa imani kubwa ambayo walituamini mimi na waheshimiwa majiwani wenzangu, lakini pia viongozi wa halmashauri, kwa bwana mkurugenzi na wataalamu wetu, na tunaamini wananchi wao watakuwa mashahidi kwa kazi kubwa ambayo tumeifanya katika kipindi cha miaka mitano ya kusaidia kusogeza maendeleo kwenye manispaa kwenye manispaa yetu ya Mpanda. Baada ya salamu hizo sasa niendelee ku- kuwashukuru kwa kwa kuona pesi. Lakini nilikuwa nataka kidogo nijaribu kugusia baadhi ya, ya mafanikio ambayo tumeyapata kwa kipindi cha miaka mitano. Na katika elimu msingi kwa mfano, halmashauri imejenga shule mpya shule mpya tano ambazo thamani yake ni bilioni mbili pointi tano. Hizi ni shule za msingi, lakini pia katika shule hizo tumefanikiwa kujenga shule ya mchepuo wa Kiingereza kwa maana ina, kwa wale mnayofahamu, inaitwa Panda Junior Pre and Pri Primary School nayo na iko kwenye mchakato, hatujaikamilisha lakini vitu vingi <coughs> vinaendelea kukamilishwa kwa maana ya ujenzi wa bwalo, lakini na ujenzi wa fence ambao utakamilika baada ya mwaka wa fedha mpya kwanza. Lakini halmashauri imejenga vyumba vya madarasa kwenye eneo hilo la elimu msingi 128 ambayo thamani yake ni shilingi bilioni 3.6 lakini halmashauri imetengeneza madawati kama mnavyofahamu. Kwenye manispaa yetu kulikuwa na uhaba mkubwa wa madawati, bado tunao uhaba lakini mikakati ambayo tuliyoacha tumeiweka ni kwamba katika kipindi kijacho halmashauri itakuja na mkakati wa kuondokana kabisa na upungufu upungufu wa madawati. Lakini mpaka sasa hivi kwenye elimu msingi tulijenga tulitengeneza madawati elfu tatu mia tatu na kumi kwa kipindi cha miaka hii mitano iliyopita lakini tumefanikiwa kujenga matundu ya vyoo 154 amba, ambayo vyoo hivi vilikuwa na thamani ya milioni 180. Lakini tumeendelea kujenga tumejenga mabweni pia pale kwenye shule yetu ya hapa, <coughs> kwenye shule ile ya watoto wenye mahitaji maalum Azimio, tumejenga pale Azimio na majengo yale yameshakamilika na wakati na yanaendelea kutumika na watoto na, lakini almashauri tumejenga pia matundu ya vyoo 154 ambayo yana thamani ya shilingi milioni 160. Kwa hiyo kwa kwenye kwenye lakini tumepata pia pesa kutoka serikali kuu kama ruzuku shilingi tisa ya shilingi bilioni nne pointi tisa kwa ajili ya kugharamia elimu bure. Kama mnavyofahamu, serikali wame- wameondosha wame ada, kwa hiyo ruzuku inakuja kwa ajili ya kugharamia hiyo elimu bure. Na kwa upande wa elimu sekondari tumefanikiwa sana, kwa sababu kuna baadhi ya kata zilikuwa hazina Eh, kwa mfano kata ya Mwamkulu ilikuwa haina sekondari, kata ya Nsemurwa ilikuwa haina sekondari, lakini maeneo yote hayo tumejenga sekondari na kuna baadhi tumejenga zaidi ya sekondari mbili. Mfano, ukienda Kazima kuna sekondari tatu, ukienda shano inajengwa sekondari ya pili, ukienda Nsemurwa inajengwa sekondari ya pili. Kwa hiyo maeneo mengi kuna sekondari zaidi zaidi ya moja.